Mtu aliwahi kusema kwa utani kwamba uzoefu ni kitana tunachopokea baada ya kupoteza nywele zetu. Naam, nadhani kuna ukweli katika hilo. Kuna methali nyingine ya zamani inayosema hivi: uzoefu ni yote yanayobaki baada ya kupoteza kila kitu kingine. Hii inafupisha hali ya watu wa Yuda kwa njia. Baada ya kuanguka na kuharibiwa kwa Yerusalemu, wamepoteza kila kitu: taifa lao Mji mkuu wao, hekalu lao, ardhi yao, heshima yao, uhuru wao. Wamelipa gharama kubwa kwa masomo waliopata, na wamepoteza kila kitu, lakini hakika wamepata uzoefu. Na hebu ni kuambie, unaweza kujifunza mengi kutoka kwa uzoefu, sivyo? Uzoefu ni mwalimu mzuri, na ikiwa manusura wa Yuda ni wanafunzi makini, watawaruhusu uzoefu wao kuwasaidia sasa katika njia ya kuelekea urejesho nahna na. Njia hiyo imewekwa kwao na Yeremia, sasa hapa katika sura ya 4 na ya 5 katika kitabu hiki kidogo cha Maombolezo. Hatua ya kwanza kwa watu wa Yuda ni kukumbuka jinsi walivyoanguka mbali. Sasa hii inaweza kuonekana kama kazi ya nyumbani ya kukatisha tamaa, lakini itawakabili na ukweli wa jinsi walivyojitenga mbali na Mungu na neno la Mungu na nahna na kweli wanahitaji kuangalia na kutambua jinsi wanavyohitaji msaada sasa hivi. Uu, hasikiliza mpendwa, Mungu hataki wao wawe na raha mahali ambapo hawapaswi kuwa. Hataki wewe uwe na raha au mimi pia niwe na raha sasa. Iwapo watu hawana kumbukumbu kumbu nzuri, Yeremia anaanza kuelezea kile walichopoteza. Kwa mfano hapa katika mstari wa kwanza wa sura ya nne anaandika jinsi dhahabu imekuwa hafifu, jinsi dhahabu safi imebadilika, mawe matakatifu yamezagaa kwenye kichwa cha kila barabara. Kwa maneno mengine, hekalu lao kubwa lililofunikwa na dhahabu sasa limeharibika lakini si kuhusu hekalu tu hapa. Na vipi kuhusu watu? Unajua, hata leo tunazungumzia baadhi ya watu kuwa na dhamani ya uzito wao katika dhahabu. Nam nam, msemo huo unatoka moja kwa moja katika mstari wa pili ambapo Yeremia anawafafanua watu wa Yerusalemu hapa kama wana wa dhamani wa Sayuni wenye dhamani ya uzito wao katika dhahabu safi. Na vipi kuhusu sasa? Nam, wanatendewa na watekaji wao kana kwamba hawana dhamani zaidi ya viungo vya udongo. Kwa njia, dunia inafanya jambo lile lile leo. Maisha yako mpendwa, hayana dhamani zaidi kwa dunia kuliko chungu cha udongo. Watu wanataka kukutumia kisha wakutupa, lakini kwa Mungu muumba wako, dhamani yako ni kama dhahabu safi. Kwa njia, unapotembea naye, maisha yenyewe yana dhamani kubwa na maana. Sasa Yeremia anawaelezea wasomaji wake hofu za kushindwa kwao na Babeli. Anasema hapa katika mstari wa tisa, heri waliouawa kwa upanga kuliko waliokufa kwa njaa. Kwa maneno mengine, kuzingirwa kwa Yerusalemu kulileta njaa kali sana katika mji huo, kiasi kwamba tayari tumejifunza kuwa watu hawa walifikia, kama unaweza kufikiria, kula wenzao na ingawa inatia kichefuchefu kwa walionusurika kukumbuka mambo haya, ni muhimu wafanye hivyo. Kama yule mwanampotevu katika zizi la nguruwe, hatimaye anakuja kwenye fahamu zake, anatambua hali yake ya aibu. Vema, watu wa Yuda pia wanahitaji kuamka katika zizi la nguruwe la ukaidi wao na kutambua jinsi walivyoanguka mbali na Mungu. Sasa hatua ya pili ambayo Yeremia anaelezea kwa watu wake ni kutambua sababu za mateso yao. Anasema hapa katika mstari wa 13, hii ilikuwa kwa ajili ya dhambi za manabii wake na maovu ya makuhani wake. Tuliambiwa kwamba viongozi hawa walikuwa vipofu kiroho. Mstari wa 14, kwa kweli ni siku ya huzuni wakati viongozi wa kiroho na kidini wa taifa lolote ni vipofu kwa ukweli, wakati hawako tayari kuambia watu kilicho sahihi wakati hawako tayari kukemea kilicho kibaya kulingana na neno la Mungu. Viongozi hawa hapa Yerusalemu walikuwa wafisadi, walikuwa wakijitafutia maslahi yao wenyewe na walikuwa wamepotosha taifa. Lakini usielewe vibaya, watu walikuwa wafuasi wa hiari. Walipata viongozi waliowataka, walifuata viongozi waliostahili. Walichotaka ni viongozi waliokuwa wakiishi kwa uovu kama wao. Sikiliza, unachukua hatua ya kweli kuelekea kupona unapokoma kulaumu kila mtu mwingine kwa chaguo zako za dhambi. Unakoma kufuata viongozi ambao wanakubali tu mitindo yako ya maisha ya dhambi. Tazama, Yeremia hataki watu waendelee kucheza mchezo wowote wa kulaumiana hapa. Hawana wa kumlaumu kwa kweli isipokuwa wao wenyewe. Unajua, mara nyingi husemwa kwamba ikiwa Mungu anaonekana kuwa mbali na wewe, si kwa sababu yeye alihama, ni kwa sababu wewe uliondoka. Dhambi yako ilikusukuma mbali na Bwana. Nam, Yeremia anataka watu hapa wakumbuke jinsi walivyoanguka mbali. Anataka watambue sababu ya mateso yao, kwamba kwamba Mungu hajahama, wao ndio waliohama. Sasa Yeremia anatoa hatua ya tatu hapa katika njia ya urejesho. Yeye yeah, anawaalika wafikie msamaha wa Mungu. Sura hii ya mwisho ya Maombolezo ni shairi jingine. Ah, shairi hili kwa kweli ni sala, inasemwa na Yeremia, lakini inatokea kuwa ni sala ya mfano kwa watu kufuata. Huwezi kuomba sala hii kwa njia isipokuwa ukubali dhambi yako, na kwa unyenyekevu ukubali matokeo ya dhambi hiyo. Lakini pia huwezi kuomba sala hii bila kuelewa kwamba kuna tumaini. Kuna tumaini kwa siku zijazo. Sasa, tunaweza kugawanya sala hii katika sehemu mbili. Uh, sehemu ya kwanza ni ombi kwa Bwana, kukumbuka mateso yao. Na, na hakuna kosa kumwambia Bwana kila kitu unachopitia unaposumbuka, hata kama ni kwa sababu ya nidhamu. Sehemu ya pili, au sehemu ya pili pili au ni ombi kwamba Bwana arejeshe hadhi yao. Kwa hivyo sehemu a, moja sehemu ya kwanza sasa inaanza hapa katika mstari wa kwanza, kumbuka e Bwana, yaliyotupata; tazama na uone aibu yetu. Wanaielezea katika mstari wa pili, urithi wetu umegeuzwa kwa wageni, nyumba zetu kwa wageni. Kwa maneno mengine, tazama Bwana, tume tumepoteza kila kitu hatuna chochote tena, tuko kabisa katika huruma ya Wababeli. Mstari wa nne unasema, lazima tulipe kwa maji tunayokunywa. Mstari wa tisa unaongeza, tunapata mkate wetu kwa hatari ya maisha yetu. Mstari wa kumi na tatu unasema, vijana wanalazimishwa kusaga kwenye kinu na wavulana wanayumba chini ya mizigo ya, ya guni. Hizi ni hali ngumu Uh, kwa maisha yao sasa. Mstari wa kumi na tano unaelezea uh yote kwa kauli moja fupi sana. Sikiliza hii: furaha ya mioyo yetu imekoma, ngoma yetu imegeuka kuwa maombolezo. Labda unaweza kujitambulisha nao, labda sasa hivi ulipo, ngoma yako imegeuka kuwa maombolezo. Dhambi yako imekuleta mahali pa chini sana maishani, na, na unatambua si kosa la wazazi wako, si kosa la mwenzi wako, si kosa la wakili wako, si kosa la mwajiri wako, hata si kosa la Mungu. Unatambua kama mwanampotevu kwamba umefika ulipo kwa chaguo zako mwenyewe maishani lakini wacha nikutie moyo wakati uko pale chini kwenye zizi la nguruwe, kwa kusema hivyo, ambapo wana mpotevu wanaishi. Unaweza kuwa unajiuliza jambo lile lile ambalo watu wa Yuda walijiuliza walipokuwa wakiomba hapa katika mstari 20: Mungu, kwa nini unatusahau milele? Naam, unaweza kuwa unajiuliza kama Mungu amekusahau kabisa na atakusahau milele. Naam, Mungu hasahau kama sisi tunavyosahau. Mungu hapati upotevu wa kumbukumbu kumbu kama sisi maneno katika ombi hili yanamaanisha, ombi hili hii ni kufikia Mungu ili atende kwa niaba yao. Kitendo hicho kinaelezewa hapa katika mstari 21: turejeshe kwako, e hey, Bwana, ili tuweze kurejeshwa, fanya upya siku zetu kama za zamani. Naam, ombi hili linaonyesha toba ya kweli na ya dhati. Wamefanya kile wanachoweza na wanachopaswa kufanya. Sasa Mungu ndiye pekee anayeweza kuwarejesha na atafanya hivyo kwa kweli. Kitu pekee kinachoweza kumzuia Mungu kujibu ombi lao ni ikiwa, kama inavyosema mstari wa 22, amewakataa kabisa. Na naam, tunajua hilo haliwezekani kwa sababu Mungu atakuwa mwaminifu kwa ahadi zake, atakuwa mwaminifu kwa watu wake. Najiuliza leo kama Mungu anashughulika na moyo wako. Labda safari hii ya hekima imekufikia uko mbali na Mungu. Labda hujawahi kuweka imani yako kwa Yesu Kristo kama mwokozi wako. Nataka kukutia moyo kufanya hivyo sasa hivi, mwite kwa ajili ya wokovu na msamaha, na naacha nikuambie, atashikilia neno lake. Ahadi yake ni hii kila mtu atakayeliitia jina la Bwana ataokolewa, Warumi saa kumi na madakika kumi na tatu. Naam, ikiwa wewe ni Mkristo ambaye umepotea kutoka kwa Bwana kwa kutotina na umekuwa ukijifunza masomo magumu kutokana na uzoefu, fuata hatua hizi hizi zinazoongoza kwenye urejesho. Kwanza, kumbuka jinsi ulivyoanguka mbali. Pili, tambua sababu ya mateso yako